Katika matukio makubwa ambayo yanaendelea duniani hivi sasa ni msako wa wizi ambao unaendelea hivi sasa baada ya wizi wa vito vya thamani uh, ya juu kutokea katika jumba la makumbusho la Louvre, nchini Ufaransa. Wizi huo ni mkubwa zaidi tangu kupotea kwa picha ya Mona Lisa mwaka elfu moja mia tisa na kumi na moja. Tukio hili limezua wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa kazi za sanaa za Kifaransa, hasa wakati huo ambapo magenge ya kihalifu yanaonekana kuyaandama makumbusho na mali za urithi wa kitaifa. Kwa mujibu wa waziri wa mambo ya ndani wa Ufaransa, ndugu Laurent Nunez, genge lililovamia ukumbi wa Apollo Jumapili asubuhi lilikuwa na ujuzi wa hali ya juu sana. Walijua walichokilenga, waliandaa mpango wao kwa uangalifu na walitekeleza kwa ujasiri mkubwa sana, alikuwa anasema Nunez. Walihitaji takriban dakika saba pekee kuiba walichotaka na kutoroka, kwa kutumia gari lenye ngazi ya kunyanyua inayotumika katika usafirishaji wa mizigo waliweka gari hiyo nje ya Louvre, wakipandisha hadi ghorofa ya kwanza, kisha wakatumia mashine ya kukata vyuma kuingia kupitia dirishani. Ndani ya ukumbi huo wenye mapambo ya kifahari, walielekea moja kwa moja kwenye vitu viwili tu vya maonyesho vilivyokuwa vimehifadhiwa, vimehifadhi baada ya vito vya kifalme vya Ufaransa. Jumla ya watu wanne walihusika katika tukio hili. Wawili waliingia ndani na kuwatishia walinzi, huku wengine wakisimamia shughuli za nje na kutoroka kwa kutumia pikipiki piki aina ya moped. Wizi huu ulitekelezwa muda mfupi baada ya Louvre kufunguliwa kwa wageni, jambo ambalo linalozidisha maswali mengi kuhusu kiwango cha ulinzi katika taasisi hiyo ya kihistoria. Tukio hili limebua mjadala mkubwa juu ya usalama wa makumbusho Ufaransa, hasa kutokana na thamani ya kihistoria na kiutamaduni ya mali ambazo zilikuwa zimelengwa katika makumbusho hayo.